Ebana, siku ya jana ilikuwa ni siku maalum kabisa kuweza kupeana tuzo kwa sisi waandishi wa habari e, pale Superdome Masaki, jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo sasa baadhi ya e, matukio yalikuwepo pale, kama vile waimbaji kupanda kwenye stage kuimba, lakini pia e, wachekeshaji e, walioweza kuonyesha uwezo wao wa kuweza kuchekesha, lakini tukio ambalo pia nimeamua kukuletea leo ni kuhusiana na ya mambo machache ambayo alikuwa anatokea, pengine baadhi ya watu wengi hawakuweza kutilia manani. Yote hii ni suala la kupeana mikono na rais. Alionekana Lady JayDee, bwana nguli. Huyu malkia wa muziki wa Bongo Flava alikuwa akipewa bahasha na kutaka kumpa mkono rais, na alikatazwa moja kwa moja, kulingana na sasa hivi tunaelekea kwenye swala zima la uchaguzi. So eh, huwezi jua kwamba eh, kuna kitu gani ambacho eh, mtu ameamua kutaka kuweza kufanya kwa dhamira mbaya pengine kwa rais. Hatujasema kwa Lady JayDee, lakini ni kama tahadhari tu ambayo iliweza kutolewa na mabodigadi wake, lakini pia tulio E, mchekeshaji huyu ambaye ambaye ni ni ni Said Said, sasa hivi mijadala mingi sana kwenye mitandao ya ya ya ya kijamii, yote hii ni mara tu baada kuweza kutoa e, performance performance ambayo ambayo watu wengi wanasema kwamba kwamba mbovu na kwa kwa kadha, lakini lakini katika performance yake aliweza aliweza kuifanya kusema anataka kumpa kumpa zawadi zawadi rais wa wa Jamhuri Muungano Tanzania. Cheni moja moja moja moja alitaka ile, alikatazwa na mabodigadi wake kwa sababu zipo taratibu, lazima uandae siku kabla eh, zawadi ya kutaka kumpa rais, then ikaguliwe ndo uje kumpa zawadi rais. So ilikatazwa kabisa kuweza kumpa zawadi hiyo eh, Said Said kumpe, kumpelekea Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mbali na hapo, tuliweza kumuona CEO wa Konde Music Worldwide hapa, namzungumzia Harmonize, na pia baada ya kuweza kuona kwamba eh, mkono kwa rais imekuwa ni ngumu Kipindi ambacho anaenda kupokea kibunda chake, alienda kupokea kibasha na kujikataa, alijiongeza bana, hakutaka kuweza kumpa mkono kwa sababu ya kile kitu ambacho alikuwa anakiona. Kwa kweli, kama mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment. Ni Sawasawa online digital, until next time, bye bye.